Wapendwa wanajimbo Katoliki la Mbinga, Jubilei 2025 mahujaji katika matumaini. Paulo anapoandika kwa kanisa la Kolosai, wa Kolosai sura ya tatu mstari wa nne anasema Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Wapendwa wanajimbo katoliki la Mbinga, Pasaka ni sherehe ya matumaini, matumaini kwamba tutaishi milele, tutaishi daima pamoja na Mungu, matumaini kwamba kila chozi litafutwa na kila aina ya maumivu yatakoma pale tutakapomwona yeye kama alivyo. Matumaini hayo msingi wake mkuu ni sherehe za Pasaka, imani yetu katika Kristo Mfufuka. Kama Yesu Kristo asingalikuwa Mungu kweli na mtu kweli, na kama asingalifufuka toka wafu, halafu imani yetu ingekuwa haina mashiko na matumaini yetu ni bure. Lakini Yesu alifufuka kama alivyoahidi. Yeye aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu alifufuka kwa ajili ya wokovu wetu, na kwa hiyo akatupatia sisi sababu kwa ajili ya imani yetu na msingi kwa ajili ya matumaini yetu na hamasa kwa ajili ya upendo wetu. Kwa hiyo kwetu Wakristo kwa namna pekee na kwa binadamu kwa ujumla, Pasaka ni mwarobaini wa kila maelekeo ya kukata tamaa. Kwa Mkristo hakuna fursa ya kukata tamaa, kwani wakati wote yumo safarini kuelekea kwa Baba wa milele aliyetufungulia mlango wa milele kwa njia ya mwanaye wa pekee aliyeshinda mauti. Na watakeni nyote kila baraka na kheri za Pasaka, na tudumu katika mshikamano wa kipasaka. Ni mimi mtumishi wenu Askofu John Chrysostom Ndimbo.